Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Samson Fredrick, nimeokoka na mpenda Yesu, ninatokea uh, kanisa la Pentecost PCCT chini ya askofu Dr Frederick Simon. Leo nina somo zuri, natamani tushirikishane, na nikuombe usubscribe, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli yetu hii, nikuombe usiache kucomment na kushare. Kama hujasubscribe bado, hakikisha unasubscribe na hakikisha unaangalia mpaka mwisho. Leo natamani tujifunze somo linalohusiana na faida za kunyamaza, faida za kunyamaza. Uh, watu wengi wamejikuta wamekuwa ni watu wa kuongea uh, mambo kabla ya wakati, na wamejikuta wanaharibikiwa, wanajikuta uh, mipango yao, ndoto zao zinaharibika kwa sababu ya kutokuwa na kifua cha kubaki na mambo, na wamejikuta wamekuwa wakizungumza kupita maelezo, na mwisho wa siku wamejikuta zile ndoto, ile mipango ambayo walikuwa nayo imeharibika kwa sababu ya kuongea. Kuna mtu anaweza tu uh, akawa amepigiwa simu labda ya kufanya interview ya kazi tayari kashaingia kwenye status, kaweka mikono ya kushukuru, asante Baba, sikujua kama wakati huu ndio wakati wangu wa ile kazi ulionipa. Kumbe hata interview hajafanya. Mwisho wa siku unakwenda kwenye interview, umeshindwa. Unakosa cha kufanya, unakosa cha kusema, unabaki kuwa na aibu, unabaki kuwa ni mtu ambaye unaona aibu. Ni lazima kuhakikisha unanyamaza. Zipo faida za kunyamaza, na leo tutaenda kuangalia faida kadhaa za kunyamaza. Kukaa kimya nako ni hekima, na jambo la kwanza ambalo tunaweza tukaliona, hata kama ni mpumbavu ukinyamaza, unaonekana mwenye hekima. Unajua hata wapumbavu nao wakikaa zao kimya, Biblia inasema mwisho wa siku ataanza kuonekana na hekima. Na maneno haya ni kwenye Mifali 17:28 Mifali 17:28 Mifali 17:28 Mifali 17:28 Mifali 17:28. Biblia inasema hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima akifungua midomo yake huhesabiwa ufahamu. Kwa hiyo hata kama mpumbavu akinyamaza, kinyamaza huhesabiwa ni mwenye hekima. Kwa hiyo kunyamaza pia nayo ni hekima. Hata kama basi unaweza ukawa na upumbavu, lakini kile kitendo tu cha kukaa kimya na kunyamaza, nayo hiyo ni hekima. Kwa hiyo usipoweza kuwa ni mtu wa kunyamaza kimya utaonekana ni mpumbavu lakini, ukiweza kukaa kimya ukatulia, au hata kama unataka kuongea basi utafakari kwanza. Usipoweza kukaa kimya, mwisho wa siku utaonekana ni mpumbavu tu mbele ya wale wanaokusikiliza. Jambo la pili, kunyamaza kunadhibiti hasira. kunyamaza kuna dhibiti hasila. Si kila jambo unalolisikia lazima ulijibu, sio kila jambo unalolisikia lazima ulitolee ufafanuzi. Wakati mwingine dawa ni kukaa tu kimya, alafu unaachia majira, unaachia nyakati yataamua. Wakati mwingine unaweza ukasikia vitu, sio lazima ujibu na wala sio lazima ukasirike. Acha tu nyakati zitaamua ukweli ni upi na uongo ni upi. Unapokuwa mtu wa kunyamaza, utajikuta ni mtu ambaye unaweza kudhibiti hasira zako. Mithali 29:11. Mithali 29:11. Mithali 29:11. Biblia nayo inasema Mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote bali mwenye hekima huizuia uiz, na kuituliza. Mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote bali mwenye hekima huizuia na kuituliza. Hata kama una hasira, hata kama uh, umegathirika, jitahidi kuwa mpole. Usiongee bila kutafakari kwa sababu mwisho wa siku utakapokuwa hasira yako imeondoka na kukaa chini na kutafakari, utaona umekosea na utaanza kuishi kwa maumivu na utaanza kuishi kwa stresi, ambapo haitakusaidia. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mpole, kutafakari. Ukiona umeumizwa, uh, umekuwa ni mtu wa hasira, tulia kwanza, angalia wakati umetulia na unaweza ukaongea inapobidi, na isipobidi kaa kimya <coughs> Lakini jambo la tatu, kunyamaza kunaepusha dhambi, kunyamaza kunaepusha dhambi ah, uh, Mithali 10, 10 na tisa, Mithali 10, 10 na tisa. Biblia inasema katika Mithali kumi, wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu. Ukiwa ni mtu wa kuongea vitu vingi, mambo mengi, maneno mengi, lalalalalala, yaani wewe ni mtu wa kuongea mno sana, maneno mengi, katika hayo maneno yako hapatakosa uovu, hapata kosa uovu. Kwa hiyo jilinde sana, usije ukaongea vitu vya ovyo vitu vya ovyo. Lakini pia ukisoma ile Yakobo moja kumi na tisa ambayo ni andiko kama la aya kwa moyo. Yakobo, Yakobo moja kumi na tisa, Biblia inasema hayo mnayajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema, wala kukasirika. Kuwa mwepesi wa kusikia, msiwe mwepesi wa kuongea wala kukasirika. Lakini jambo lingine, utakaponyamaza, Mungu ataanza kushughulikia changamoto yako. Sio lazima katika kila changamoto uwe ni mtu wa kupayuka, paniki, kuanza kueleza, kuanza kuclarify, kuanza kutolea maelezo, kuanza kuzungumza wakati mwingine bila hata kutafakari kwa, kwa kina, itakuletea madhara makubwa kwako mwenyewe hata kwa watu wengine utasababisha majanga kwayo. Ni vizuri sana kutumia busara. Tumia busara, na Mungu huwa anaanza kufanya kazi kwenye changamoto au tatizo au jambo lolote unalopitia pale tu utakapokuwa umeamua kunyamaza na kumwachia Mungu. Ukisoma Kutoka 14:14, 14:14. Kutoka 14:14 14:14, Biblia inasema tuanzie mstari wa 13. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mlioona leo hamtawaona tena milele. Mstari wa 14, Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. God will fight for you and you will remain silent. Mungu atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya, kwa hiyo ili uweze kuona Mungu anaingilia changamoto yako, anaingilia jaribu lako, anaingilia tatizo lako. Be silent, kaa kimya, nyamaza kimya, mkabidhi Bwana, yeye atashughulika na mambo yako. Lakini uh, unaweza ukasoma pia Zaburi 46 na mstari wa kumi. Zaburi 46 na mstari wa kumi. Zaburi 46 na mstari wa kumi. Zaburi 46 na mstari wa kumi. Biblia inasema katika Zaburi 46 na mstari wa kumi, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, kuwa mpole, halafu mwachie Mungu, utajua kwamba yeye ni Mungu. Lakini pia ukisoma Zaburi 62 na mstari wa kwanza Biblia nayo inasema Nafsi yangu ya mgoja Mungu peke yake kwa kimya. Nafsi yangu ya mgoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Utakaponyamaza wokovu wa Bwana utakuja kwako. Lakini jambo la tano na la mwisho, unaponyamaza utakuwa na amani moyoni mwako unapokuwa ni mtu wa kunyamaza, kwa sababu mara nyingi watu wengi wanajikuta wanajisikia vibaya, wanaumia baada ya kuongea maneno mengi, na kukuta katika yale maneno ambayo wameongea wakati wana hasira tayari wameharibu, wamevuruga, wameshaongea vitu vya ovyo. Mwisho wa siku wanabaki ni watu wenye stress na mawazo msongo, wanaumia na hawawezi tena kuliwindi na kurudisha siku nyuma na kurekebisha, kwa sababu wakati wanaongea hawakutafakari vizuri kwa hiyo, unaponyamaza utakuwa na amani moyoni mwako. Pia hapa tunaweza tukaona Mithali ishirini na moja ishirini na tatu. Mithali ishirini na moja ishirini na tatu. Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Kwa hiyo ili uweze kujilinda nafsi yako na taabu ya maneno yako mwenyewe ambayo umeongea pasipo kutumia busara, ni vizuri ukae kimya. Ongea inapobidi na ukiona uko uh, katika hasira na unaweza ukajikuta unaongea vibaya ni vizuri sana sana sana sana kukaa kimya. Mungu akubariki sana kwa kujifunza pamoja na mimi. Uh, ni mimi Samson Fredrick kutokea kanisa la PCCT uh, Tegeta kwa Askofu Dr. Fredrick Simon. Mungu akubariki sana. Kama haujasubscribe hakikisha una subscribe, una comment na una share. Hakikisha unaangalia mpaka mwisho na Mungu atakubariki, Amen.